Ni mara ngapi umekuwa ni mpenzi wa TikTok? Na sasa hivi TikTok ni mtandao ambao ume take over dunia nzima, so una watazamaji wengi sana na unafuatiliwa na watu wengi sana na watu wengi wanatumia ku stream kupata ma friends wengine kufanya biashara mbalimbali. So kwa Tanzania hii itaenda kuhuzunisha sana, kama huko Tanzania kwa sasa TikTok Tanzania ku stream live imefungiwa kwa sababu zisizojulikana. So mcheck na hii lakini ukweli hutoka moyoni. I'm disappointed, I'm heartbroken. Yaani sijui kwa sababu mimi mimi si chochote. Niwaambieni tu kweli leo lazima tu niwaibie selfie. Mimi bila social media si chochote. I need social media to survive. Mimi siwezi kunywa maji bila social media, siwezi kula bila social media, sina nauli ya kwenda popote bila social media. Ah, yaani I can actually do Absolutely nothing without social media. Mimi bila TikTok, bila kutoka huku nje nipigizane makelele for survival. Mimi TikTok ndo ndo ndo ndo ndo sehemu pekee ambayo na survive, maisha yangu yote yanaendeshwa hapa. Na sijui tunaombeni jamani. Na TikTok, kama kuna mtu mimi uh, sijui kuongea Kiingereza. Kama kuna mtu anajua Kiingereza akawa beg TikTok, tafadhali waturudishie access ya live kwa sababu tutakufa njaa. Ah uh, sijui kuongea Kiingereza. I'm sorry. Sijui kuongea Kiingereza. Mtu ambaye anaona kabisa kinywani kwake kuna Kiingereza kimejaa, anaweza kuongea kimenyoka, tofauti na mimi na elimu yangu ya darasa la 3B, aende akawaambie, um, TikTok kwamba sisi kama Watanzania, I don't know kama hii swala liko kwetu tu au kuna sehemu nyingine wanapitia. Tunaomba turudishiwe access ya kuingia TikTok live, kwa sababu bila hivyo tumekwisha. Is for me, it's over for, it's over for me. Mpaka inafika mwezi wa 11, kama TikTok live haitakuwepo, nitakuwa nishakufa na njaa. Nimekufa na njaa, sina hela. I can't survive without TikTok. I can't. Siwezi survive. Wateja wangu na watoa hapa, wateja wangu na watoa live. Naenda kuwatoa wateja wapi kama TikTok haina access? Unaingia live, mimi tap tap the screen, nunua iclay elfu themanini na tano, tap tap the screen, sio nunua nini nini, marshmallow elfu themanini. Hakuna namna mteja anaweza kuona bidhaa wala sura ya muuzaji kwenye TikTok live sasa hivi Unategemea tu, tutakula wapi jamani? Tutakula wapi? sio kila mtu ni tajiri. Tutakula wapi? tunakula wapi jamani? Mimi maisha yangu ili ni survive, lazima nishike perfume zangu hivi. Nianze kuambia jamani, perfume elfu tano, perfume elfu hamsini, perfume shingapi? Nafanyia wapi? Tafadhali, tunaomba mtu ambaye anajua kuongea Kiingereza vizuri aongee na TikTok. Awambie tunahitaji access ya TikTok live back. Because, kama kuna mtu anafanya hichi kitu kwa makusudi tukwambie tu kweli, wherever you you are darling, you are killing us. Unakwenda kutuua na njaa, kwa sababu sisi wengine ni masikini, tunategemea kipato cha kila siku tu survive, sisi wengine hatuna akiba kwenye maisha yetu, tunategemea tutoke kila siku, nitoke leo nikatafute leo nile leo, nisipotafuta leo nikala leo, kesho nimekufa njaa. Tunakwenda kufa njaa kabla ya mwezi wa kumi na moja, trust me Mtandaoni sina kwingine sina. In fact duka langu liko vichochoroni bila kuingia TikTok Live. Kama kuna mtu anafanya hichi kitu, umepanga kutuua njia maidia, na utafanikiwa kutuua, tuue tu, mbona mtu achukue risasi atupige tuve njia? Yeah, na hivi ndivyo TikTok imeweza kuwasili kwa upande wa Tanzania. So wewe kama TikTok au kama Mtanzania, kwa jambo la kustream live limefungiwa upande wako, limekuasili kiasi gani na umeichukuliaje hii? So naomba udrop comment yako hapo.